Kuna aina tofauti za kisukari. Kama tunavyojua, aina ya kawaida ya kisukari ni kisukari cha aina ya pili, ambacho kwa kawaida huonekana kwa wagonjwa wenye umri zaidi ya miaka 30, 40 na kuna historia ya familia ya kisukari. Lakini si mwanzo wa kisukari katika umri mdogo sana. Wakati huo huo, Modi ni hali ambapo kuna vizazi vitatu vya kisukari kinachoanza katika umri mdogo. Hii ni umri chini ya miaka ishirini au chini ya miaka thelathini kuwa na kisukari katika vizazi vitatu. Hivyo basi, hii ni aina ya kipekee ya kisukari ambayo ni tofauti na kisukari cha kawaida cha aina ya pili. Na kisukari cha aina ya kwanza, kisukari cha aina ya kwanza ni kisukari kinachohitaji insulini. Umri wa kawaida ni katika utoto, ambapo mtoto anahitaji insulini kwa maisha yake yote.